Wakati tunaendelea kutafakari mambo mbalimbali yanayoendelea katika nchi yetu ya Tanzania, tukianza na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye jana ametembelea katika hospitali ya mkoa wa Dodoma na kutoa maelekezo mbalimbali kuhusiana na masuala ya tiba, na tunaelezwa kwamba waziri mkuu amefanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya mkoa wa Dodoma pale jana na kutoa maagizo kwa Wizara ya Afya, MSD na hospitali zote nchini na wagonjwa wameipongeza serikali kwa kuboresha huduma za afya. Habari hii kutoka Dodoma inasema kwamba Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba jana Novemba kumi na tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano amefanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma na kuziagiza hospitali zote nchini zihakikishe wajawazito wanapofika hospitalini wanahudumiwa kwa haraka ili kuokoa maisha yao na watoto pia. Waziri mkuu ameiagiza wizara ya afya, bohari ya dawa MSD na hospitali zote nchini ziweke vipaumbele vya kuwa na dawa kulingana na mahitaji ya eneo husika. Haipendezi mwananchi kufika hospitali na kupatiwa vipimo vyote kisha anaambiwa dawa akanunue kwingine. Kama duka binafsi linaweza kupata dawa hizo, inawezekanaje hospitali za serikali hapati? na agiza hospitali zote ziwe na dawa amenukuliwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ametoa maagizo hayo wakati akizungumza na wananchi nje ya hospitali hiyo baada ya kutembelea wananchi waliofika hospitalini hapo kupata huduma mbalimbali za kitabibu, ambapo wamesisitiza wananchi waendelee kuhudumiwa vizuri kwa kuwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa fedha nyingi kwa ajili ya kuboresha huduma za afya nchini vikiwemo vifaa tiba na dawa. Kadhalika, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameiagiza hospitali zote nchini zihakikishe zinakuwa na vifaa vya usafi binafsi vya dharura vikiwemo ndoo na beseni katika wodi za wazazi ili viwasaidie akina mama wasiokuwa na vifaa hivyo. Ujauzito sio suala la dharura, vifaa kama ndoo tunapaswa kuwa navyo katika hospitali zetu za serikali. Dkt Mwigulu ametumia fursa hiyo kumpongeza mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hasani kwa kazi kubwa anayofanya katika kuboreshaji wa huduma za afya nchini. Waziri Mkuu akiwa hospitalini hapo, wananchi walimweleza kuwa wanahudumiwa vizuri. Na kwa uangalizi wa karibu. Akizungumza kwa nyakati tofauti, wakizungumza kwa nyakati tofauti, wagonjwa na wananchi wanaouguza ndugu zao wamempongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha wananchi wanapatiwa huduma zote za afya. Hii ni taarifa kutoka huko Dodoma ambapo Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba alifanya ziara ya kushtukiza hospitali ya mkoa wa Dodoma na ilikuwa ni jana.